Mambo vipi, Dorin? Nzuri tu, Jose. Karibu sasa. Dorin, nataka kutoa milioni mbili na nusu tigo pesa, si nitapata? Mbona hela ndogo tu hiyo, Jose? Toa tu, unadhani mimi ndo natoa? Basi kuna mtu nimemtumia namba yako kwa wakala, atoe. Si inawezekana? Lakini ndiyo inawezekana. We mwambie atoe. Basi sawa. Wow, naona tayari kashatuma. Jamani Jose, naomba ununulie basi lunch? I say, utanisamehe kwa hilo Dorin. Mi siwezi kumnunulia lunch mke wa mtu. Labda kama ungekuwa single, hapo ungenishawishi ningeweza kukununulia. Na hey Jose, swaga gani hizo jamani? Kwani kumnunulia mke wa mtu lunch ni dhambi? Najua kumnunulia mke wa mtu lunch siyo dhambi, lakini naogopa vishawishi vya kumdai fidia mke wa mtu. Sikia, wewe kama unataka lunch mwambie mmeo akununulie maana mimi siwezi kukunenepesha wakati anayefaidi mbungo ni mtu mwingine. Wewe sema tu umeamua kuninyima, ila usilete visingizio vingi hapa. Siyo kwamba nimekunyima Dorin, lakini hiyo pesa nimetumiwa kwa ajili ya kununua vifaa vya kanisani jamani. Sasa ungenyosha maelezo kuliko kumletea maneno ambayo hayana kichwa wala miguu. Basi samani Dorin, mimi nilikuwa nakutania tu. Karibu Lucy. Asante Dorin. Embu, naomba uniwekee like laki mbili ya mpesa. Alafu nikipokea mshahara wangu nitakurudishia. Tafadhali nisaidie, kuna jambo nimekwama. Wewe niwekee tu laki like mbili, mshahara wangu ukiingia pap na kurudishia. Mm. Hapana, nisamee kwa hilo jirani. Siwezi kufanya hivyo kwa sababu biashara sio ya kwangu. Angalau ingekuwa ya kwangu, ningejua namna ya kufanya. Lakini hizi ni biashara za watu. Bosi atakapofika hapa, apige mahesabu akute pesa hazionekani. Maana yake kibarua changu kitakuwa hatarini. Kwa hiyo haiwezekani kabisa. Yani hata kama ingekuwa ya ndogo zaidi ya hiyo, haiwezekani. Tafadhali sana Dorin, mwenzio na matatizo makubwa, naomba unielewe kweli, mimi sikufiti, mshara ukiingia tu nitakurudishia. Jamani jirani, kama nilivyotangulia kusema hapo awali kwamba hii biashara sio ya kwangu, ingekuwa kwangu mimi ningekusaidia, lakini ni biashara ya watu. Kutoa pesa tu kumpa mtu ni ngumu Naomba unielewe kwamba haiwezekani. Sikia Dorin, huyu dada anaishi hapa mtaani. Ndiyo huyu ni jirani yangu, tumepanga naye sehemu moja, ila ana kama wiki moja tu tangia amefika. Aha, kumbe mnaishi nyumba moja kabisa! Basi fanya hivi, weye mpe iyo hela yangu. Alafu mimi na yeye tutamalizana. Lakini we Jose, si umetoka kuniambia tu hapa hii hela ni kwa ajili ya vifaa vya kanisa, inakuwaje tena unaigawa? Ndiyo nimesema hivyo. Lakini vifaa vya kanisa na binadamu kipi bora? Binadamu ndio bora kuliko vifaa. Haya, punguza maswali mengi mpe hiyo hela. Maana mi siwezi kuona mtoto mrembo kama huyu anateseka wakati mi nipo hapa. Lucy, hebu nitaji hiyo namba. Sifuri tatu, ishirini na nne, thelathini na mbili, sitini na moja, arobaini. Jina nitaleta Julius Mashini. Sawa, tayari imeshaenda. Asante sana kaka, Mungu akubariki, akubariki sana kwa moyo wako wa utoaji. Usijali kabisa mrembo, usijali hata kidogo. Cha msingi hapa na cha sekondari. Hebu nipatie namba yako ili baadaye nije nikutembelee. Samani sana kakaangu, mi siwezi kukupatia namba yangu kwa sababu mi ni mke wa mtu na pale nilipopanga naishi na mume wangu, kwa hiyo uwezi kuja pale <laughs>